wa sahlan mpenzi mtazamaji ikiwa leo ni jumatano ya tarehe 28 mwezi wa januari mwaka 2026 ni matumaini yangu mzima popote pale ulipo karibu katika taswira ya Al-Shifa kumbuka unaweza kufuatilia matangazo haya kwenye mitandao yetu ya kijamii facebook at Al-Shifa digital kenya youtube at Al-Shifa television kenya instagram tiktok na twitter at Al-Shifa media kenya hujambo na karibu mimi ni hanifa yusuf Tukianza ni kuwa maafisa wa idara ya kupambana na dawa za kulevya wamewakamata watu wawili kufuatia operesheni iliyoendeshwa kwa msingi ya kijasusi katika eneo la Langobaya, Kaunti ya Kilifi, misokoto 220 yenye uzito wa kilogramu 9, ikinaswa. Operesheni hiyo ilifanyika katika Mji wa Chakama ambapo polisi walifanya msako mkali katika duka moja wakigundua mihadarati hiyo ilifichwa ndani ya sanduku la chuma pamoja na vitu vingine. Wawili hao walizuiliwa katika kituo cha polisi cha Langobaya wakisubiri kufikishwa mahakamani huku uchunguzi ukiendelea kubaini iwapo kuna uhusiano na mitandao mikubwa ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Katika kaunti ya Kwale, kina mama 74 wanaowakilisha kampuni tofauti zinazomilikiwa na makundi ya wanawake kutoka kaunti ya Kwale wamefuzu baada ya kupokea mafunzo ya usimamizi wa biashara kutoka benki ya Equity na serikali ya kaunti ya Kwale. Mafunzo hayo yaliyoendeshwa chini ya mpango wa Fanikisha yanalenga kuwezesha wanawake kupata ujuzi wa kuimarisha biashara zao ili kupata nafasi zaidi za ajira huku wakielimishwa jinsi ya kuchukua na kutumia mikopo ya biashara. Kaunti ya Kwale ina kampuni mia mbili za wanawake ambazo tayari zinafanya kazi na serikali ya kaunti hiyo kupitia kandarasi mbalimbali. Ni lazima tutafute mikakati mingi, na ndiyo pale ambapo tukashukuru kwa Equity kuja kuwapatia kinamama elimu ya biashara na bado tutaendelea hiyo partnership iendelee ili tuweze kuwaelimisha wengi. Tumekusanya hapa, tunaona vile tutainua aje wamama wa Kwale. But the best thing kwangu ni Isa is the beginning of revamping Fanikisha. Na tumeanzisha Januari ku revamp Fanikisha na tunaianzisha Kwale. Kwale ikifanya, niko na model nzuri sana ya kusema uko nyeri mama wako wale wamamakalewananawri they can be able to tailor made your product go with an idea what you want what do you want for your business what will make your business to grow like for now we have a product that we are working with them that our wholesalers are given ong no? i don't know if you know about the ecosystem they're given uh, i mean they purchase from us we are paid Kwengineko ni kuwa muungano wa wamiliki wa magari ya kubeba abiria imetangaza mgomo wa kitaifa kuanzia Jumatatu tarehe mbili Februari kufuatia kile wanachokitaja kuwa ni ongezeko la visa vya kushambuliwa na kuchomwa kwa magari yao na baadhi ya wahudumu wa bodaboda boda. Kwa mujibu wa muungano huo, visa hivyo vimekuwa vikiongezeka kwa kasi katika miezi ya hivi karibuni, hali ambayo imewaacha wamiliki wa magari wakiishi kwa taharuki kubwa wanasema magari tisa tayari yameteketezwa kwa moto ndani ya kipindi cha miezi sita iliyopita, jambo ambalo limeleta hasara kubwa kifedha na kuvuruga shughuli za usafiri wa umma katika maeneo mbalimbali nchini. Naam, tukisonga mbele ni kuwa wafanyikazi wa kazi za ndani katika kaunti ya Mombasa wameitaka serikali kuridhia mikataba ya shirika la kazi duniani nambari 189 na 190, wakisema kuwa sekta hiyo imekumbwa na visa vingi vya unyanyasaji unaojumuisha kutolipwa kwa saa za ziada, mikataba siyo wazi na manyanyaso. Wito huo ulitolewa wakati wa kongamano la ushirikishwaji wa umma lililofanyika katika ukumbi wa jamii wa Kikodep, eneo la Bombolulu ambapo wafanyakazi wa ndani walishiriki tajriba zao binafsi na kusisitiza umuhimu wa dharura wa kuimarisha kwa mifumo ya ulinzi ya kisheria kwa wale wanaofanya kazi ndani na nje ya nchi. Uh, the government has now prioritized and is working with stakeholders to ensure that, uh, this process of ratification is ongoing and everybody is involved and we are very happy as

Tukidhulumiwa haki zetu hazisikizwi kwanza, haswa wafanyakazi wa ndani ya Kenya, ndio tumeishi tukidhulumiwa, tukifanya kazi nje ya muda, na hata pia watoto wadogo wengine wakiandikwa kazi. Tungeomba tusikizwe na iweze kupasishwa tupate haki zetu, hiyo kufanya kazi bila contract, kufanya kazi muda ukiwa overtime, overtime. Hata pia hizo eh, harassment, abuse zimejaa sana ndani ya hizi manyumba, zina siri nyingi. Na katika utafiti ambao tulifanya last year ya GBV prevalence in domestic work sector ilithibitisha ya kwamba wafanyikazi uh, employers of domestic workers wana contribute to 89% of GBV na ndio kwa maana kazi yetu ya domestic work tunahakikisha tuna sensitize domestic worker, maswala ya decent work na vile pia ya kuripoti maswala ya GBV, na pia tunafanya kazi na employers of domestic workers tukiwafundisha maswala ya labor laws. Ndio wakati unaleta huyo mfanyikazi kwa nyumba yako, inafaa number one unampatia contract, na pia unahakikisha ile environment ambayo pia anafanya kazi iko sawa. Pengineko ni kuwa muongozo wa afya ya akili kidini umezinduliwa mjini Mombasa ukiwalenga pamoja na kuwajengea uwezo viongozi wa kidini kushiriki kikamilifu katika utambulizi na uangalizi wa masuala ya afya ya akili kwa waumini. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, mwenyekiti wa hospitali ya Chiromo Profesa Frank Njenga amesema kwa muda mrefu kumekuwepo na mvutano kati ya imani za kidini na matibabu ya kitaalamu, jambo ambalo limewafanya wengi wenye changamoto za afya ya akili kukosa msaada unaostahili.

Kimataifa ni kuwa Jenerali Muhoozi Kainerugaba amekanusha madai kuwa wanajeshi walimshambulia mke wa kiongozi wa upinzani Bobi Wine, baada ya Wine kudai kuwa vikosi vya usalama viliwavamia ya makazi yake usiku wa kuamkia Jumamosi katika eneo la Magere jijini Kampala na kuwashambulia wafanyikazi pamoja na mke wake Barbie Kyagulanyi huku yeye akiwa mafichoni. Kupitia mtandao wa kijamii wa X Kaini Rugaba alipuuza tuhuma hizo akisisitiza kuwa jeshi haiwahusishi wanawake katika mashambulizi huku Wain akiendelea kuishutumu serikali na vyombo vya usalama kwa madai ya unyanyasaji dhidi ya wafuasi wa chama chake cha NUP tangu uchaguzi wa rais wa Januari tarehe kumi na tano uliompa ushindi rais Yoweri Museveni kwa asilimia 71.6 ya kura uchaguzi ambao Wine anadai ulikuwa na udanganyifu na sasa anaitaka Umoja wa Afrika kuiangalia kati na kuangazia madai ya mauaji na ukiukaji wa haki za kibinadamu nchini Uganda. Nako michezoni, ni kuwa serikali ya Kenya kupitia waziri wa michezo Salim Mvurya imetangaza kuwa itakaribisha wakaguzi wa CAF mnamo Februari mwaka 2026 ili kutathmini utayari wa miundombinu ya AFCON mwaka 2027 kufuatia ukosoaji wa umma. Kufikia sasa ujenzi wa uwanja wa kimataifa wa Raila Odinga umefikia asilimia 85, huku kazi za ukarabati mkubwa zikiendelea katika viwanja vya Kasarani na Nyayo ikiwemo uwekaji wa dari katika uwanja wa Nyayo. Viongozi wa serikali wamesisitiza imani yao kuwa miradi yote muhimu na vifaa vya mafunzo vitakamilika kwa wakati ili kutoa viwanja vya hadhi ya kimataifa kabla ya kuanza kwa mashindano hayo. Tukipaa ugaibuni ni kuwa michuano ya klabu bingwa barani Ulaya inatarajiwa kurejea usiku wa leo katika raundi ya nane. Mechi ambazo zinatarajiwa kuchezwa ni Liverpool dhidi ya Carabag FK, vijana wa Catalunia Barcelona watacheza na Copenhagen ya Denmark, huku AS Monaco wamwalika Juventus. Ajax itacheza na Olympiacos ya Ugiriki, Arsenal a kabaneco na Kairat Manchester City itamkaribisha Galatasaray, huku Napoli ikigarazana na Chelsea. Mabingwa mara 15 Real Madrid watachuana na Benfica, wakati mabingwa watetezi wa Ufaransa PSG wakicheza na Newcastle. Kiziba mkonga kitakuwa Borussia Dortmund dhidi ya Inter Milan ya Italia, huku mechi hizo zikichezwa majira ya saa 5 usiku saa za Afrika Mashariki na mtazamaji, ikiwa tumefikia tamati ya habari zetu za leo, shukran kwa kuwa nasi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mhariri amekuwa Jonathan Mwanzia, mwelekezi amekuwa Rajab Abubakar na mpiga picha wetu amekuwa Rashid Nyanje na mimi wako Hanifa Yusuf nakutakia usiku mwema.